Vyombo vya habari nchini Tanzania vina historia ndefu na ya kuvutia. Safari yake ilianza kipindi cha ukoloni, wakati magazeti ya kwanza kama Tanganyika Standard yalipoanzishwa miaka ya 1930 kwa ajili ya kutoa taarifa za kikoloni. Baada ya uhuru mwaka 1961, vyombo vya habari viligeuka kuwa sauti ya kujenga taifa jipya, vikihamasisha umoja maendeleo na uzalendo. Miaka ya 1990 ilileta mapinduzi makubwa baada ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya vya siasa. Hatua hiyo ilifungua milango ya uhuru zaidi wa habari na kuzaliwa kwa magazeti, redio na televisheni binafsi kama vile ITV, Radio 1, Channel 10. Leo hii, pamoja na maendeleo ya teknolojia, vyombo vya habari vya kidijitali na mitandao ya kijamii vimekuwa sehemu muhimu ya mawasiliano na maoni ya wananchi. Vyombo vya habari Tanzania vinafanya kazi kwa lengo la kutoa habari, kuelimisha na kuburudisha jamii. Waandishi wa habari hutumia taaluma yao kuchunguza vyema kweli, kuripoti matukio na kuibua hoja zinazogusa maisha halisi ya wananchi. Pia vina jukumu la kusimamia uwajibikaji wa viongozi na kulinda maslahi ya umma. Kwa ujumla, vyombo vya habari ni nguzo ya nne ya dola, kisaidia kuimarisha demokrasia, uwazi na maendeleo. Kutoka kwenye magazeti ya karatasi hadi mitandao ya kidijitali, vinaendelea kuwa daraja muhimu kati ya serikali na wananchi.